Shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Saidi Sali wa msomi, za kuita kaka Saidi, nipo sambamba na wachambuzi wangu Edi Nonga pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Kama ilivyokuwa ada, siku ya Ijumaa hapa huwa tuna makala maalum, uh, mazungumzo maalum exclusive interview ambazo huwa zinafanyika. Mchezaji ambaye leo anakwenda kuzungumzwa ama kuhojiwa ni nyota wa zamani wa Mtibwa Shuga, amepita pia kikosi cha Young Africans, amepita pia timu ya Tanzania Taifa Stars. Miongoni mwa takwimu bora ilikuwepo, ilikuwa ni msimu wa mwaka elfu mbili na kumi hivi uh, Stars ikiwa chini ya Jan Poulsen walikwenda kucheza na Algeria na sare ilikuwa ni moja moja, bao la Tanzania akifunga Abdi Kasim Sadallah bara akiunguja, lakini shughuli kubwa alifanya yeye akiwa langoni akiwa kama golikipa, anaitwa Shaban Kado na leo Rosemary Timzo Karugira amefanya mazungumzo naye, twende tukasikie. Exclusive na beauty kwa kanyigo. Rosemary Timzo Karugira na leo hii ndani ya Exclusive tunakwenda kukutana na golikipa wa timu ya taifa wa zamani, si mwingine ni Shabani Kado. Kwa hivi sasa e, yeye yuko ndani ya wana jiji la Mwanza kwa maana ya pamba jiji, lakini tutakwenda kuzungumza mengi kuhusiana na Shabani ambaye amepita kwenye timu nyingi sana za ligi kuu ikiwepo Young Africans, amekwenda pale Yefu, amecheza Mwadui kwa maana ya kule Shinyanga, amecheza Coastal Union, Mtibwa amecheza, amekwenda mara mbili, anakwenda anarudi. Mengi yote hayo tutakwenda kuzungumza naye ili kuwaje mpaka kufikia hii leo. Shabani, mambo vipi? Safi kabisa. Kitambo fresh, upo? Nipo ndani ya pamba jiji, eh, niko ndani ya pamba, namshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kinaenda safi tuanzie hapo ndani ya Pamba Jiji, mechi mm. uh, nne za mwisho tuzungumzie tano maximum, ilikuwa mm. ni pressure Kado? Okay. Na ili msishuke, nafasi yako kama kocha wa magoli kipa ulitakiwa kuhakikisha kwamba na wewe unalinda upande wako magoli hayaingia, alafu mm. na wale nao wakamalize kazi yao ya kuyatafuta magoli ya kuwapa point tatu. Pressure ilikuwaje, Kado? Hatukuanza vizuri kusema kweli, Pamba ya hatukuanza vizuri, lakini muda ulivyokuwa unazidi kwenda, nashukuru Mungu, wa benchi la ufundi pamoja na uongozi mzima wa Pamba waliona kuna sehemu tulikuwa tumekosea, basi jinsi dogo tulitumia vizuri. Hicho ndio kitu ambacho kwa namna kubwa tulifanikiwa pale. Ndio maana hata mechi tulizokuja kumalizia kwa hesabu zetu tulijua kabisa, katika hizi mechi tunaenda kumalizia nyumbani, hatuwezi tukakosa point kwa vyote vile, yani ya, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu tulifanikisha hilo na tulifanya kazi, kila mtu alifanya kazi katika idara yake mpaka tumemaliza ligi pamba ikiwa imebaki ligi kuu. Mtu asiye mjua Shabani Kado wa mafanikio makubwa Shabani, umeanzia wapi soka lako walau, kwa brief mpaka kufika hapa ulipo kuwa kocha wa makipa ndani ya Pamba Jiji? Ya kwa kwanza, tulicheza mtaani, cheza mtaani, timu zetu cheza timu moja mtaani kwangu Mabibo, Mabibo United nimecheza sifa Sifa United ya Manzese ya, nakumbuka baada ya hapo kuna rafiki yangu alikuwa anakaa Morogoro, anaitwa Gasala Gala, yeye ya ni mkazi wa Dar es Salaam lakini alikuwa na biashara zake Morogoro, ya Gasala Zongo akaniambia, bwana, kuna timu yangu moja iko Morogoro pale ina mipango ya kupanda ligi daraja la kwanza, kama unaweza vitu ndo kacheze basi. Tukaondoka, tuliondoka na wachezaji kama wawili, tukaenda Morogoro nikacheza. Baada ya kucheza pale Morogoro, kwa kusema kweli nilikuwa katika kiwango bora sana katika ile mashindano kwa, kwa kipindi hicho e, mm. kwa katika kiwango bora ah, sasa nika hadi wale mablaza ma, ma wa, wa timu ya Moro United wale nakumbuka, Amani Simba alinifuata akanambia ligi kisha. Amani Simba e, yes. ni golikipa kwanza ndo na mkubwa na kukutana naye na kwa polisi Morogoro eh, wa maana kabisa e, sasa pale alikuwa yuko Moro United. Amani Simba akanambia ukipata chance ligi kisha Kuja kufanya mazoezi hapa wale wachaguliwa na mimi ah, nikiwa mmoja wapo tukasaini, nika nikaanza kuchezea Moro United. Safari yangu sasa ya kucheza ligi ligi kuu ikaanzia pale Moro United. Na baada ya Moro United pale Moro iliumba kidogo mambo ya unajua mambo ya pesa e, ilikuwa kwa sababu ilikuwa ina mdhamini kipindi kile nacheza Moro United nakumbuka inaitwa ligi ndogo kama unakumbuka vizuri yes, yes. Ambayo ilichezwa Morogoro na baadaye ikaenda Arusha. Na Arusha. E. Afu finali wakakutana Simba na Yanga wakaja kucheza pale. Sasa sisi, Morogoro. Sisi mimi mna Moro yangu nilichezea kituo kilikuwa Arusha. Basi, tukacheza wale mashindano pale, tukawa kuna mechi moja na AFC. Ile mechi ambayo, moja ya mechi zangu ambazo mpaka leo nakumbuka ile mechi, ilitakiwa tukidraw sisi tunashuka, tukifungwa sisi, tushinde ile mechi, tunacheza na sisi natakiwa naye nachea kwenye hatari kama yako tu, sisi da, ile mechi sitakuja kuisahau, lakini nashukuru Mungu, siku ile kuna mchezaji mmoja kwenda Yusuf Mgwao alifanya kazi kubwa sana. Na beki wangu mmoja Ally Mlungwa alipigwa kipepsi, mimi naliona jino, namwambia hilo ni jino limedondoka, na niambia achana nalo, tunapigiwa kona bwana. Nashukuru Mungu tulishinda ile mechi goli 3-1 nakumbuka. Niliambia bwana, Mtibwa anakutaka bado, kama mechi sita hivi, Mtibwa anakutaka. Nikamwambia Mtibwa ananitaka yeye, kuna bosi oh, tena aliniletea habari hizo. Nakumbuka ni jamaa mmoja anaitwa alikuwa ni Amani na mmoja anaitwa na brada mmoja huko Morogoro pale, eh Mwarabu Mwarabu yule Aniambia bwana Mtibu anakutaka na namba yao ya bosi huyu hapa. Mimi nimempa namba yako lakini ukiona namba amekupigia, nikasave ile namba na kweli akanipiga. Sasa jinsi alivyokuwa anaongea maongezi mimi na yeye, unajua ile. Oh ya mambo vipi? Ah, nikamwambia sawa hapa fresh fresh bwana. Ni bwana mkiongozi wa Mtibu, yani unajua zile yani anavyoongea, unajua kabisa huyu ni mtu fulani ambaye ni blaza tu. Ah, basi nikaa hivyo fresh. Akamba kama una shida yoyote wewe niambie tu. Kweli basi nikaa nimekaa nikaa mablaza blaza, nikaa nawaambia bwana mimi Mungu akijalia nikitoka hapa Naenda Mtibwa ah, nani kakupigia? Wao namjua kama kuna mtu bosi wao. Ah sawa sawa, atakuwa Jamali, jinsi wanavyomchukulia Jamali, Jamali sasa Jamali, yeah. Eh, eh, sasa jinsi nilivyo kabisa, jinsi navo, jinsi naongea naye, yaniona kama mtu fulani ile ya kawaida tu, sasa yeah. Wachezaji eh, wakambe we eh, we eh, bwana timu ina njaa, hatuna hela, mpigie bosi wako mabaza, wanatukana mpiga bwana bosi huko, ali mbaya hivi na hivi, ananembeleza sem fulani kipindi kile mambo, sijui nitakutumia, sijui kwenye simu, sijui amna Nenda sehemu fulani kuna mtu atakupa hela kweli naenda pale eh, nimemkumbuka kwa jamaa anaitwa Pedro yuko Morogoro Pale mtu mmoja smart sana mtu wa mpira Pedro ndo alinaunganisha na jamaa wale. Basi kwa movement hizo zinaendelea nini ligi ilivoisha nikarudi Dar es Salaam. baada ya ligi kuisha ndo akanipiga bwana kulioku wanaongea naye sasa, nataka uje kuonana naye, uje kuja kusaini. Bahati mbaya au bahati nzuri na kiongozi wa Kagera mmoja Muhamedi Husseni naye alikuwa ameniona mtu wa bodi kwenye Kagera yake, akaniambia wanaenda Kagera, wananiambia mbali sana Bukoba, mbali sana na nami, katika mechi nakumbuka kipindi kile mechi ya mwisho Mtibwa nani Moro, na kumaliza na Kagera ambao nakumbuka Temi Felix alikuwa mfungaji bora mis yes, kuenda yes, yes, yes, kwenye ile mechi mechi ya mwisho kule, kuenda basi nilisaini mkataba wa miaka miwili ya ya sogea. Baada ya Mtibwa pale sasa nikacheza nakumbuka miaka mitatu. Sasa kwa kuna maa nataka niende Simba mara Yanga, Simba, Simba, Simba kusema kweli na yote iliyosababisha ni timu zilikuwa kweli zinakutaka. Yeah, ni kweli. Yeah, na na. Kado, Eh, hey, wa moto. Kado wa moto. Hey, wa moto. Nashukuru Mungu, wanasema kwamba jina sijalipatia, labda sijui Yanga sijui wapi huko, hapana nini tu kana kujitiada huko, nikaja huko wakubwa wakakuona wakaniona, kwa hiyo zile mvutano Simba Yanga Simba Yanga Simba Yanga. Nakumbuka ilifikia kipindi huko national team ya yeah, tuko national team nilikuwa na mchezaji mwenzangu Pius Kisambale Pius eh, alikuwa menda kusaini Yanga. Bada kunda kusaini Yanga, Pius ya kanifata kambia manango mime toko kusaini Yanga. Mwana buwana kanionesha hela. Minu una manango mime toko kusaini Yanga, mime hela hii hapa. Asa ni As Hapa na mimi. Ha, mimi, hani unajua kwa jinsi, mime hani ni kwa siangali pesa. Na mwangalia jamali, unajua ilifia kipindi ya jamali ya ni. Hamekuwa mzazi. Yani mzazi, yani kuna lolote nikipiga simu, bwana kuna moja mbili tatu. Yani kama mzazi, faster.

Baadaye akanifuata msajili na kumbe, akamwambia "Dogo, unasikia, unataka kuja Jangwani, nimeambiwa na viongozi watakufuata." Mimi hizo story, basi akaniambia, tuangalie, watadau watakuja, nalo mfikishie bosi. Basi nikamwambia bosi, nikamwambia kuna moja ma bosi, akanielewa lakini aliniambia vitu vingi sana vya msingi yaani eh yaani aliniambia ya vitu vingi sana vya msingi nafasi yangu national team kwa kipindi kimani ndio nilikuwa golikipa namba moja national team yes yeah ikawa vitu vingi alinielekeza maisha ya... ah, nikawa nimemuelewa nikamwambia kama tunafanyaje akaniambia kama wakifika Mount Yanga nenda nenda umeona eh nakumbuka mimi baada ya kunifuata Yanga safe magari safe eh, yeah. Mnaya Mnaya smart sana yani, hmm. Nashukuru Mungu mimi katika maisha yangu viongozi nimepita kwa viongozi fulani ambao smart eh, well, yani smart sana. Nimemwelesha boss efu nimemwelesha bwana, kama mnahitaji mimi nilikuwa nahitaji amount hii, wakaniambia nitazifikisha, alafu tutakuja kuona inakuwaaje. Basi Coast nayo akawa anataka goalkeeper. Nafikiri kuna kiongozi mmoja wa Coast na na kiongozi wa Yanga waliongea issue hiyo Wakambia, sisi tuna kipa kitu ambacho ipo kwa mkopo wapi, Mtibwa. Na na nakumbuka na hiyo situation iliyosababisha hiyo. Na kumbuka kuna mechi ilichezwa Mtibwa na Yanga, mimi baada ya kutoka tu Yanga, mechi ya ligi kuu ilikuwa Mtibwa na Mtibwa na Yanga Morogoro. Hiyo mechi nakumbuka, tuliwafunga Mtibwa. Ndo pale zile zile sheria za kwa, za kwa, za kwa, za kusema kwamba kipa akitolewa kwa mkopo sio mchezaji kitolewa kwa mkopo, ile mechi na ile timu pinzani asicheze ile mechi nakumbuka, nilikuwa kikwazo, tulishinda goli tatu moja, tuliwafunga Yanga Morogoro pale, ya tuliwafunga goli tatu. Kwa hiyo pale wakaanza kelele zikawa nyingi, Kado si kipa wetu, kwa nini mmehusu ile mechi acheze? Kwa kwa kuna zile kelele, kelele baada pale mimi ndo nikauzwa tena kutolewa Mtibwa, nikaenda nikaenda Kosti. Kosti. Huko Yanga wanasema sisi tukupa wewe kwa mkopo kwa mvutano, mvutano. Kwa hiyo nikaenda kujiunga Kosti katika mazingira nao ya vile vile ya mvutano. Nakumbuka kuna kitu kimoja kilitokea mimi na Moroko Coach Moroko ambaye um, alinifanyia surprise ambayo katika maisha yangu akijawahi kutokea kwamba mimi nimetrain na timu siku tatu afu nakuja kucheza mechi ya ligi kuu. Si wajui nacheza nacheza mechi simjui fullback jina lake nani? simjui jina lake nani? Yaani nimetrain nao sijui siku mbili, sijui zile. Unaona, kwenye kikao cha mechi eh Moroko, ah anambia coach ah, Kado vipi wewe unawajua wote hapa yeah, wewe unamzoefu wewe. Ah, kocha naanza, yani naanza hii mechi naambia, wewe unaanza au unatizo gani? ligi au jili ligi eh makipo ndo kwa ah, kaniamini asilimia mia moja. Kuna kweli na shukuri, mechi ilikuwa eh, na JKT hiyo Oljoro tukadro tukadoa mechi eh, tukadoa pale nani Tanga Mkwakwani bila bila. Akambia alikuwa anaogopa ndani, akambia kocha yani eh, mecheza mechi katika mazingira simjui, mjui yule ni mwite yule eh, na unajua eh yule ni mwite nani, na unajua labda nakumbuka mtu ambaye alikuwa anakaa pamoja Selembe, ndio mtu ambaye Selembe Selembe na kuna beki mmoja yule Tababu na watu ambao nilikuwa nawaita mara nyingi, yani mimi Selembe yule nani ananiambia ah, basi niko na cream wala karaka, lakini nilicheza katika mazingira magumu. Baada pale, akaniambia nini, sasa ulikuwa unaogopa mechi kucheza? Nikamwambia sio kuogopa, yani umenifanyia surprise na kuja mm. kucheza mechi ambayo nilikuwa sijui kama nakuja kucheza mechi. Baada ya Coast pale, nilicheza Coast, nakumbuka misimu miwili bora sana pale nikiwa na Coast, ambayo moja ya timu ambazo nikasema nilienjoy maisha ya mpira, Coast pale nilicheza vizuri. Kaenda tulibatika kwenda di Oman pre season Coast. Eh, Coast unajua wakiwa na wakiamua, yeah, wala, wala. Wala. na Coast ni ina watu Coast mimi niko napigiwa simu watu wa nje safi sana, tunaona kazi kusiyo hivi, unajua ni maisha yalikuwa mazuri. Kwa baada ya coast mule mvutano, mvutano, baada ya misimu miwili bora pale coast ule mvutano, mvutano, ah nikaona hapa balaa, na kipindi kile alikuwa amekuja kocha Julio, akataka kuipandisha kuipandisha Mwadui, Mwadui. Akaja sasa coast walimchukua ile kumalizia ile mechi Mechi nne za mwisho. Sasa Julio naye wewe, unajua Julio, fanyeni kazi wanangu, mimi nimepanisha timu moja huko ya Mgodi mwanangu, ila ipo lolote, nataka katokea. Nikaondoka na watu hapa, ni basi. Ligi ilivyoisha, Julio na Haridi, kocha mmoja aitwa Haridi, alikuja naye pale, akaambia, Mwanangu, mimi nataka tunene na wewe Mwadui. Nikamwambia ah, si cha kweli Mwadui, na nikiangalia, nilikuwa na timu nyingine na nilihitaji kinga, sema ah, hizi timu nazo kurudi rudi kucheza cheza na mara kwa mara, sometime, unaona unaweza kuona labda tunabebana Wacha. Eh, nashukuru nikaenda Mwadui. Mwadui tulifanya vizuri sana katikati ya, ya msimu na national team yeah, nikabahatika tena kurudi nika, ikatimia, national, national team, team. Yeah, ikarudi Mwadui nikawa national team pale na kina Batezi aishi ndo anakuja kuja. Basi baada ya Mwadui nirudi tena Mtibwa Mtibwa alafu ndo Yefu e. Mtibwa sasa, nilipotoka Mtibwa ndani ile misimu miwili Mtibwa nikaja nikacheza, nakumbuka Yefu alini point vizuri na kocha Zubeli, mechi ya playoff kati ya kati ya za prison na prison na nani na na, na, na, na Mtibwa. Playoff ile ilikuwa nzuri, nilicheza katika kiwango bora. Zubeli akaniambia, unatoka hapo, mimi nataka twende Yefu, e, Yefu. Nikamwambia yote inawezekana basi, nika na basi nikaongea na Yefu ndo nikaenda Yefu. Baada ya hapo sasa, yeah. yeah. baada ya hapo eh, baada ya, ya kutoka fu nikawa nimerudi ligi imeisha, nikapata bahati ya kwenda south africa, japokuwa watu wengi walikuwa hawajui, kuna rafiki yangu mmoja kule, nikawa nimeenda south africa. Unajua kipindi kama hii ligi imeisha, yani unajua mtu unaweza usimuone, unajua baipo kwake. Nikapata bahati ya kwenda south africa nikaenda ule kuna kocha akawa amenipointi bahati mbaya, ile timu alikuwa ameniita yule kocha ilikuwa imeuzwa, afu jamaa kanunua, yani kanunua jina tu, lakini yani benchi la ufundi siyo nini, yani kanunua jina tu. Kwa hiyo kocha alikuwa anababa, mimi sasa hivi nipo hapa, lakini na survive nipate timu nyingine, umeona? No, na, na nikaba, basi sawa, nikawa nimekaa naye pale, kibidi nirudi huko usajili, na hivi vile vingekuwa sipatikani kawaida kwenye simu nini, nafikiri mambo mengi alinipita, kwa nini mborudi da na mdogo wangu akawa amenicheki. Sasa ngo brother, vipi, tupambana kupanisha timu kama kuna uwezekano basi. Akaniambia mimi nampa ticha, atakupigia simu. Akampa bwana Makata. Kweli akanipigia simu bwana Makata, nikaongea naye, nikamsikiliza wakweli alinishawishi akaniambia, alinishawishi okay. ee, hata hata mosi makala nini naye, nikaongea naye naye ali e, e, kipindi kile akanielezea mipango, nikaona kabisa eh, upo, nikaona timu ambayo naweza nikaenda sawa, daraja la kwanza, lakini tunapata ugumu gani? Shabani wa kupata makipa wa mm, timu ya taifa, moja kati ya vitu ambavyo ni challenge kusema kweli kwa sasa mm, e, ni nafasi na yeah, ya golikipa je, kwanza hapo ni kweli, iko wapi, ni ugumu uko wapi? Naweza mm, nikasema sio ugumu, sio ugumu ni, ni kitu chepesi sana kwa sababu mm, kwa namna moja au nyingine, sasa hivi mpira umeendelea sana. Kwanza hata Sa, ligi yetu sasa hivi, sasa hivi ya leo, yani mimi mwenyewe sometime nikisema hivi yale mabalaa nilikuwa nayafanya kipindi kile, ndio kama kipindi hiki maanani ya mamechi yanaonyeshwa. ya, ya, ya inakuwaje? inakuwa, inakuwa, e, yeah, yeah, yeah, yeah. Lakini kila kitu na wakati wake, unabidi ukubaliane na hali yeah, yeah. Lakini kwenye upande wa magolikipa, magolikipa wapo nafikiri kama wapo, bora, tunapata tabu. Tunakuja mm. Tunapata tabu kwa sababu mm. Nafikiri magoli magolikipa wengi mimi naweza sio vizuri kwa mention watu. Sawa, lakini twende. Lakini unaweza. Tunasaidiana na upande wa makocha. Miaka mitatu nyuma. Ndiyo, kuna makipa karibuni wanne au watano vijana walikuwa wanakuja vizuri sana mm. Lakini ghafla tu wamepotea. Kwa nini wamepotea? Na wewe ni kocha wa makipa? Ya, nafikiri lifestyle. maisha sasa hivi kitu kama hicho unaweza nikasema, na lifestyle yao, wanataka jinsi wanataka kuishi kisasa hivi, yaani kwamba unajua sana mpira e, na pia kwa sababu e, yaani position yetu sisi, natakiwa muda wote uwe sawa Midan, uwe sawa, yaani uwe sawa goalkeeping ni sehemu moja ambayo, na sasa hivi kidogo, kama mimi nimetoka huko nasoma soma huko na nabaki muda mwingine nashika mdomo eh. Kwa hiyo natakiwa wewe hivyo ukianganya sahihi, umeelewa eh? Kwa sababu unakuwa umepata vitu kwa hiyo mimi naweza za kusema wapo makipa ila wasiboteke, wafanye mazoezi, nafasi bado zipo. Sisi tuna makipa wenye talent kubwa sana yaani, yeah. tofauti na ya nchi nyingine kabisa. ni ukikali ukimwangalia golikipa ana daka ligi unashangaa, kuna baadhi kado ya mashabiki pengine sio mashabiki e, watu wa soka, hata mimi nikiwemo, kwa sababu kila kitu ni professional. kuna yeah, eh? yeah. goli ama magoli, mtu anaweza kusugulia mgoli, mtu anaweza akafungwa goli kipa hmm, kusema da Ngoje nah, hata mimi mwenyewe sinaweza kudaka ilikuwaje? Ah, ni sahihi. Huwa ni nini kinatokea? Yaani unaona kabisa kwamba ni kipa mzoefu na kila kitu. Hmm. Lakini unashangaa ile mistake ya ile gola, nasema Mungu wangu. Naye mshadaka, nafasi nyingine ameokoa bonge la magoli ya mama. Yeah, goal keeping kama goal keeping, yani ni mtu au ni eneo ambalo kipa anatakiwa hesabu zake. Yaani akisema ya sasa hivi natengisha kucha, ni kweli atengisha kucha muda ule. Na si delay. Yaani usidelay. Kuna ugumu gani wa kumfundisha mchezaji katika nafasi yenu, na inachukua muda gani kwanza kujua kwamba huyu amekuiva? Ah, kitu kizuri. Mungu amejalia, kama mimi nilivyoona nimecheza, eh, nimecheza kwa nafasi yangu. Siwezi nikasema kipa namfundisha adake kama mimi, adake kama yeye tu, kama yeye tu adake, lakini adake tu vile ambazo enda kasaidia timu. Sawa atu, hatuwezi tukafanana. Yeah, e, kwa atusaidie Siku zinavyozidi kwenda, goalkeeping unamwangalia tu, naanza naye sio naanza naye training, naanza naye mabadiliko unayaona tu. Yani utaona tu kitu fulani alikuwa hawezi, utaona anabadilika, kitu fulani alikuwa afanye, utaona anafanya. Kwa hiyo mabadiliko ni muda mfupi tu, utaona utajua kabisa, huyu sasa hivi anafanya vile mimi ninavyotaka, au vile mimi au principles ninavyotaka. Kwa hiyo ni rahisi sana kujua huyu kashanielewa, yeah. Ni golikipa gani ambaye Kado anakuvutia sana na unasema huyu e, amecheza kama Kado ama anafata ama amefanya zaidi ya Kado? Kwa sema kweli nilikuwa navutiwa sana na mdakaji wa Yona, Yona Amos. E, toka mimi mef... nilikuwa na Mwangato kwa yuko prison, sio? Kabla sijanaye Pamba kwa sababu Pamba Yona kaja... kanikuta mimi kama golikipa mwenzie. Kwa hiyo nilikuwa na vitu nilikuwa namuelekeza, hmm, nakimwambia na kweli alikuwa ananisikiliza na nafanya. Kwa hiyo Nimevutiwa sana na na udakaji wake. Japokuwa na wengine wengi sana, unajua eh? Wamenipa na nafasi ya kumtaja mtu mmoja. Mimi nimempa nafasi hiyo na Amos. Ya. Yeah, yeah. Mfano kama hapa, moja kati ya makitambao kwa makipa ambao uko nao. M. Mm. Uko na Ben. Yes. Ndio. Beno alikuwepo, Abu Msheli alikuwepo. Alikuwepo. Sasa yeah, ni watu ambao tunawaamini, yeah, na wanafanya vizuri kwenye ligi. Mm. Eh, na wao wamecheza kwenye ligi. Halafu unakuja kuwafundisha watu kama wale. Mm. <todakana> mm. Mimi nachosema, wanashajua mimi nipo kama mwalimu. Kwa hiyo hata hapa hata nilipokuwa Pamba walishajua nimepewa majukumu kwa mwalimu. Kwa hiyo hmm. sikuona hata kipa mmoja yani kunichukulia hata eh. Eh, hata hapa naona makipa wengi wao wakiangalia tu jinsi nilivyocheza na wenyewe wakiangalia Tunaenda. Eh, bwana mimi ni kushukuru sana kwa mazungumzo mengi ambayo tumefanya ndani mm. ya Exclusive na Timzoo ndani ya viwanjani mm -hmm. Naamini wakati mwingine Kado, yeah. eh, tutakuja kujua umetoka wapi sasa, yeah. na umefikia wapi Michoav. kwenye kuhakikisha kwamba mnalisaidia soka la Tanzania, tunaondokana na hili wimbi la uhaba, ufinyo wa kuwapata magoli kipa wazawa kama ambavyo ilikuwa enzi zenu, sababu tunaona hapa jeshi mm. kubwa sana E, mtazamaji unaweza ukaona hawa wote hawa ni wazawa. Naamini hakuna hakuna na mm. hata eh? mmoja yeah. Basi naamini hapo baadaye tutakwenda kuwa na makipa bora na ndani hao wameliona eh, ambao wao walikuwa ni makipa na walikuwa na ushindani mkubwa zaidi ya watu watano kwa wakati mmoja national team mm. Lakini kwa hivyo sasa, naamini wamejiuliza ni wapi tumefeli, ndio maana umekuja na pango kazi kama hao rosmetimakargila butfkanyigo Ndipo hivyo tunavyohitimisha na exclusive eh, nikiwa naye Shabani Kado ambaye ni kocha wa magolikipa wa timu ya Pamba Jiji pale jijini Mwanza, lakini alikuwa ni kipa namba moja wa timu ya taifa ya Tanzania kwa maana ya Taifa Stars.